Hivi karibuni rais wa Burkina Faso ametoa hotuba kwa ajili ya Afrika nzima, lakini akiwa katika nchi ya Niger amewaambia wananchi kama ifuatavyo. Kwa Kiswahili naomba nikuletee, anasema kwamba katika tafiti zao za kiuchumi za kila mwaka wanafurahia wakisema, Burkina Faso ni nchi masikini zaidi, Mali ni nchi masikini zaidi, Niger ni nchi masikini zaidi Tumeorodheshwa kati ya nchi za mwisho. Ni kweli sisi ni masikini kama wanavyosema, lakini wakati ulipofika wa kuchukua jukumu letu tuliomba wa mabwana waondoke, lakini hawataki kuondoka. Tunapochukua mfano wa Naija, kwa zaidi ya miaka 40 sasa, baadhi ya nchi zimekuwa zikinyonya uranium kuzalisha nishati kwao. Kutoka Otawa hadi Paris, mitaa inawaka umeme. Hiyo ndiyo nuru lakini nchini Nigeria ni giza ambalo linatanda kwetu. Ukienda kwenye majumba yetu, nchi zetu zimejaa mashimo kila mahali, katika kutafuta madini ya thamani kama dhahabu, lakini mara nyingi hakuna hata kidogo kupatikana. Barabara kufikia maeneo wanayotumia dhahabu, achiria mbali baadhi ya huduma za msingi za jamii. Ndiyo maana tuliamua kuasi na kuchukua hatima ya nchi zetu kuwa yetu wenyewe. Kuna mifano mingi naweza kuitoa, lakini tulipoamua kufanya hivyo tulikabiliwa, tulikabiliwa na watumwa wengine na viti vya mkono kutoka ujumbe wa bwana zao, kwa sababu waliunda tayari aina hii ya polima, mnyororo unaenuka hadi vichwani mwao na miongoni mwetu ili watu watu waendelee kuwa watumwa. Tulikuja kuvunja minyororo, ni jambo ambalo wanaona haliwezekani kwao. Walitusogezea na katika tu, ili tuangamie katika mstari wa kuwa sehemu ya wasomi ambao lazima waiongoze Afrika kupitia migongo yao, kwa sababu wa, na wasomi waliofunzwa na wenyewe na kupewa masharti kwamba lazima wafuate matakwa yao, kwa sababu tayari wana minyororo yao. Sisi tulikataa kufuatana nao, na kuanzia hapa uadui ulianza. Wamejipenyeza katika maeneo yetu na mamluki kadhaa, mawakala wa... wameshuka katika Sahel, wakitumia na kufanya mashambulizi ya, kia..., ya kinyama ili kuwatia hofu au woga watu wetu na kuwachochea kufanya uasi. Mbali na mashambulizi hayo ya ardhini, mashambulizi ya miundombinu ya mawasiliano, giriba na taarifa potofu wanazieneza sana, lakini watu wetu wameelewa hila zao na kamwe hawatata, hawatatumiwa tena, maana wanajua walikotoka na wanajua wanakwenda. Hatutaruhusu hili tena. Watu wameamka na wanapigana leo, sio kwa ajili yetu wenyewe, bali kwa ajili ya vizazi vijavyo. Na asante wote kwa vitu hivyo. Hii haitufanyi tulie kamwe, hatutotetemeka, tutakabiliana nao, tutapigania uhuru wa kweli kwa sababu ya kuwatisha watu wa IS Watu binafsi wana wana maneno matatu tu vinywani mwao ambayo ni demokrasia, uhuru na haki za binadamu. Bila shaka huko kwao huchaguana tu katika michakato ya kidemokrasia huru na uwazi, wanachagua kulingana na wao na maadili yao. Sasa, cha ajabu wanataka kutulazimisha na sisi juu ya jambo hili kisa wao ndio walioweka huo utaratibu. Sasa tumeamua kuwajibika wenyewe, ndiyo maana Julai ishirini na sita mwaka elfu mbili na ishirini na tatu wakati Naija alipoamua kurejea Sahel, watumwa viti, watumwa viti na mabwana wao walipanda farasi na kuamua kuanzisha vita dhidi ya watu wa Naija. Ibrahim Traore anasema Hivyo tulisema mtu yeyote anayethubutu kushambulia, atakayejaribu kuishambulia Naija, tutakabiliana naye kwa vita isiyokoma, hadi tone la mwisho la damu, dhidi ya yeyote anayethubutu kutushambulia. Kauli hii na uamuzi huu tulio tulioufanya ni muhimu leo, itakuwa muhimu kesho na milele. Kwa hiyo AES, Ilizaliwa mnamo Septemba 16 mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ndani ya mfumo wa ulinzi wa pande zote, yani Burkina Faso, Mali na Niger. Lakini tuliona ni muhimu kupanua usanifu wa AES. Kinachotuleta pamoja leo kinapaswa kuturuhusu kujitosa katika maeneo mengine zaidi ya ulinzi, haswa fedha na uchumi, miundombinu, afya, elimu na kadhalika. Natumai kuwa nyakati hizi zitakuwa hadithi sisi kuandika kwa as, lakini hasa kwa Afrika na dunia nzima. Ili Mungu atupe nuru kila mmoja wetu, Mungu atutie nguvu katika kazi hii hizi ambazo tumekabidhiwa, na zaidi ya yote tunapofanya kazi zetu tukumbuke jambo moja, maslahi ya hali ya juu ya watu wetu. Pamoja na hayo omba kwa mara nyingine tena Mungu mwema atusindikize sote katika maisha yetu, kazi zetu, kuwalinda wapiganaji wetu. Kwa mara nyingine, asante. Watu wa Naija, muwe na umoja na mshikamano kwa majimbo yenu na nchi zenu. Huyu ni Ibrahim Traore, ambapo alitoa hotuba hii akiwa Naija akihutubia wananchi wa Nigeria akisisitiza mshikamano, lakini akasema dunia lazima itambue Afrika pia lazima ijue na lazima kujitegemea katika masuala kadhaa ya kiuchumi, elimu na mambo mengine. Huyu ndiye Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso ambaye ni kiranja wa Afrika, ambaye hivi karibuni ametua katika nchi ya Russia ama Urusi kwa Vladimir Putin kwa jiri ya mwaliko maalum ambao alikuwa ameenda na ikumbukwe Ibrahim Traore aliwahi kualikwa kwenda kwenye uapisho wa rais wa Marekani Donald Trump. Alikataa kwenda kwa sababu alikuwa anafahamu nini kinachotaka kuendelea. Na hivi karibuni, Marekani imetoa tamko kwamba inahitaji kumkamata Ibrahim Traore kwa kisingizio kwamba eti anatumia vibaya fedha ya nchi zake, nchi yake hasa, fedha zitokanazo na madini kwamba anajirinda sana yeye na utawala wake badala ya kulinda wananchi. Lakini wakati huo huo wananchi wa Burkina Faso walijitokeza mitahani na kuandamana wakipinga mambo yanayoendelea ya kutaka kumdhuru Ibrahim Traore katika nchi yao, na kwamba wao wako pamoja na rais wao. Hii ni Nyikani TV, karibu kwa maoni yako mengine zaidi.